watu lakini watatumika pamoja na ndugu zao, yani hawa Walawi wadogo, Walawi wapya, Walawi wenye umri walio kazini watatumika pamoja nao kushughulika na kazi mbalimbali ambazo zipo katika usharika wao, mtaa wao, jimbo lao, dayosisi yao na kanisa lao kwa ujumla. kaasuua kwamba hawa watu sasa wakiwa wamestaafu ni basi wakaaja huko huko, huko wasaulike wakae huko. Bibilia hivyo bado wanatakiwa kutumika kwa kazi mbalimbali katika eneo husika walilokuwepo na walilopo waliloku. Hii nafikiri ni jambo zuri, na ukiangalia hivyo ndipo unapoona sasa utumishi wa kweli ambao Mungu amekwisha kuagiza watoto wa Mungu wapate kutumika na sisi tupate kuona ile neema au baraka za Mungu ambazo Mungu ameweka ndani yetu, tunapata baraka za namna hiyo ambao tumeitwa na Mungu ni utumishi uliotukuka, ni utumishi uliotukuka, ni utumishi ambao unatakiwa kunyenyekea, kufanya kwa nidhamu ya hali ya juu, kutenda kwa hali ya juu, kutii na kusikia, mbali ya kwamba kuna vitu vingi kutana navyo ndani yake, lakini bado kuna vitu ambavyo vinapatikana ndani yake. Majina anaitwa Mchungaji Edwin Gadau, ni mchungaji kiongozi wa Usharika wa Igagala katika Jimbo la Njombe la Dayosisi ya Kusini ya Kanisa la Kinjili la Kirutheli Tanzania. Leo tulikuwa na tukio la kumwaga mwinjilisti Goodson Yohana Kawogo ambaye yeye amekwisha kufanya kazi yake kwa muda mrefu kama mwinjilisi wa mtaa na huduma mbalimbali za Injili. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu amefanya kazi nzuri, kazi ya kutukuka, kazi ambayo imeleta heshima kwa kanisa, na leo kipekee kabisa kwa neema ya Mungu tumemstafisha rasmi utumishi wake kwa mujibu wa sheria na taratibu za kanisa letu. Kwa ufupi, tunapongeza sana huduma hii ya kitume jinsi ambavyo watumishi wa Mungu wanaendelea kuifanya, na tunashauri kwamba watumishi wajipe moyo katika kufanya kazi yao ya injili, pamoja na baraka nyingi ambazo zipo katika utumishi lakini wakati mwingine anaweza kukutana na changamoto mbalimbali mbali. Lakini hata hivyo Mungu yuko upande wetu, anaendelea kutupigania na kulinda na kuongoza kazi yake, inaendelea kusonga mbele. Wito wangu kwa kanisa kwamba wawatunze watumishi, lakini pia kwa upande wa watumishi wajipe moyo, wafanye kazi kwa juhudi, wafanye kazi kwa nguvu wakiendelea kumwomba na kumtegemea Mungu, ziwe kazi za uchumi na kazi za kiroho pia, kwa sababu kanisa linahitaji pia watu wenye uimara katika roho, lakini pia wenye uimara katika kazi za kiuchumi. Na kwa kuwa injili haiwezi kwenda bila kuwa na uchumi imara pia, kwa hiyo ni wajibu wa watumishi kuhamasisha, kuongoza, lakini pia kushauri waumini kufanya kazi pia kwa nguvu zao zote lakini pia wafanye kazi pamoja na Mungu ambaye amewaita.